Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana. Yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli, lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli, lipi la uongo na lipi la ukweli. Ni fair judgment tu. Na fair judgment maanake, kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki, na nyinyi mnaona kaza kwenye fomu yake, Ridhiwani hajadeclare hilo jambo Mwiteni, yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba hapo. Oh, sio ya jaji, ukinyosha mkono tu hapa. Bwana mheshimiwa waziri wangu, hali yako asubuhi ya salama bwana mheshimiwa waziri? Sasa bwana, tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu Ndiyo leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Ya. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Au amnyia au nyia mjasikia. Maana labda mzee wenzetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu. Hapo ya juu ya mtaani. Eh, hey, wanalalamikiwa tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha. Ana petrol station zake za Likoli. Zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Liziwani. Zimechomwa. Zaidi ya zaidi ya 92 kanambia. Sasa, imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh, hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni, he bwana wewe bwana alizoana hebu, hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Mm-hmm. Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni. Tumemwita Waziri Ridhiwani Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Ili jambo mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri, hatuna sababu ya kumwogopa mtu.